Mamlaka ya Shirikisho la Usafiri wa Anga FAA imetoa agizo jipya la uthibitisho ufanisi wa ndege likihitaji ukaguzi na uingizwaji wa sehemu muhimu za engine kwenye ndege za Boeing 737 Next Generation NG. Agizo hili, linalolenga kuboresha usalama, limetolewa kufuatia matukio mawili ambapo kushindwa kwa blade vya feni za engine kulisababisha uharibifu mkubwa wa ndege, ikiwa ni pamoja na ajali moja mbaya iliyosababisha kifo. Agizo hili linahusu aina za Boeing 737-600 dash dash 800, dash 900 na dash 900 ER, zote zikiwa na engine za CFM 56 dash 7 Bravo. Uamuzi wa FAA umetokana na visa viwili ambapo blades za feni vilivunjika wakati wa safari na kusababisha sehemu za ingizo la engine na kifuniko cha feni kutengana. Katika moja ya matukio haya, vipande vya uchafu vilipiga fuselage ya ndege vikasababisha upotevu wa shinikizo la kabi na kushuka kwa dharura. Moja ya matukio hayo ilitokea mwaka 2018 wakati ndege ya Southwest Airlines iliyokuwa ikisafiri kutoka New York hadi Dallas ilipata itilafu ya engine. Vipande vya engine viligonga ndege na kusababisha dirisha kupasuka. Tukio lilisababisha kifo cha abiria aliyekuwa meketi karibu. Ajali hiyo ilionyesha hatari inayoweza kusababishwa na sehemu za engine zisizoboreshwa. Ili kuzuia matukio kama hayo kutokea tena. FAA inataka baadhi ya ndege zibadilisho vifungo vya nyuma vya bulkhead kwenye ingizo la injini, huku zingine zikihitaji kufanyiwa ukaguzi wa vifunga hivyo na kubadilishwa ikiwa kutapatikana dosari. Aidha, model zote zilizoathiriwa zinapaswa kubadilishwa sehemu za crushable spacers, ambazo huunganisha ingizo la injini na injini yenyewe. Waendeshaji wa ndege pia wanaweza kufunga igizo la injini lililoboreshwa ili kufuata agizo hilo. FAA imeonya kuwa ikiwa matatizo haya hayatashughulikiwa matukio baada ya Fan Blade Out FBO yanaweza kusababisha madhara makubwa, ikiwa ni pamoja na uharibifu wa muundo wa ndege, madirisha kupigwa na vipande vya uchafu na kuongezeka kwa msuguano wa hewa, hali inayoweza kusababisha matumizi makubwa ya mafuta. Hili ni jambo la wasiwasi hasa kwa safari za masafa marefu, chini ya viwango vya ETOPS, extended range twin engine operational performance standards, ambapo ukosefu wa mafuta unaweza kusababisha kutua kwa dharura. FAA inakadiria kuwa agizo hili linaathiri ndege 979 za Boeing 737NG zilizosajiliwa Marekani na huenda likagharimu sekta hiyo hadi dola milioni 18 kwa ukaguzi na uingizwaji wa vifunga.